Katika mwendelezo wa dhamira yake ya kuendeleza vipaji na kukuza utafiti nchini, kampuni ya Barrick nchini imekuwa mmoja wa wadhamini wa maadhimisho ya kumi ya wiki ya utafiti na uvumbuzi iliyoandaliwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo imetunukiwa cheti cha tuzo kutokana na udhamini huo. Katika maadhimisho ya mwaka huu Barrick imetoa shilingi milioni kumi kwa mmoja wa washindi katika utafiti, Daktari Juma Mmongoyo kutoka Mkwawa University College for Education kwa mradi wake wa utafiti kuhusu mbinu za kudhibiti mdudu mharibifu wa nyanya kwa ajili ya ukuaji wa zao la nyanya mkoani Iringa. Barrick, mbali na udhamini huo, imekuwa ikidhamini programu mbalimbali za utafiti, uvumbuzi na inazo programu za mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu. Inazo programu za mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wake wanaosoma katika vyuo vikuu vya kati, kwenye migodi yake nchini ya North Mara na Bulyanhulu, ambayo inaendesha kwa ubia wa serikali kupitia kampuni ya Twiga Minerals, pia kila mwaka ikifadhili semina za kuwajengea wanafunzi wa vyuo vikuu uwezo wa kupitia taasisi ya AIEEC Tanzania zinazoendelea katika vyuo vikuu mbalimbali nchini, zinazidi kuwapatia mafunzo ya utambuzi wanafunzi kwa kujua fursa zilizopo nchini na jinsi ya kuzitumia kuendeleza maisha yao, kupata ajira, kujiajiri na kutengeneza fursa za ajira. Hii ni Mjasilia TV.